kwamba wema waliotangulia walikuwa wakifanya moja katika akuwal. Imam Shafii aliambiwa na baadhi ya watu, wakebu tutolee hutuba kuwachia watumwa huru, kuwacha watumwa huru, tutolee ijumaa inayokuja hutuba ambayo inaambatana na kuwachia watumwa huru. Akamwambia sawa. Ile ijumaa ilivyofika, akatoa hutuba nyingine. Ijumaa nyingine ilipofika akatoa hutuba nyingine. Ijumaa ya tatu ndipo akatoa ile hutuba. Baada ya kuitoa akamuuliza, mbona tulikuomba muda mrefu umechelewesha mpaka Ijumaa ya tatu zimefika? Akawaambia, nilichelewesha si kwa bahati mbaya, ila nitaamrisha vipi watu wafanye wema aliyokuwa mimi sijaufanya. Wakati huo, kabla sijatoa hii hutuba, nilitafuta mtumwa nikamnunua, kisha nikamwacha huru baada ya kumwacha huru nikapata ujasiri wa kuja kuelekeza na nyinyi, mwachie watumwa huru ili mpate malipo mbele Allah tabaraka wa taala. Kwa kuzingatia nini? Kauli ya Allah tabaraka wa taala, atamuruna nnasa bilbirri watansauna anfusakum, mnaamrisha watu kufanya wema na mnazisahau nafsi zenu. Alihofia asije akawa miongoni mwa aliyosahau na, aliyesahau nafsi yake ibada Allah